Sehemu kumi zenye msisimko mkali zaidi katika mwili wa mwanamke. Bwana, mambo yamekuwa ni mengi sana lakini leo nakuletea sehemu kumi ambazo zina msisimko zaidi katika mwili wa mwanamke. Sehemu ya kwanza ni kichwani. Ya, unaambiwa juu ya kichwa cha binadamu kuna mishipa mingi ya damu na ile ya fahamu, hivyo maeneo haya yakishikwa, homoni kama oksitosini na serotonini huachiwa mwilini na kuleta msisimko mkubwa sana. Ya, unaambiwa jinsi ya kufanya, mshike kuanzia nyuma ya sikio, kisha ingiza vidole katikati ya nywele kama unamkuna kichwa bila kutumia nguvu ya he bwana. Sehemu ya pili ni sikio. Sikio ni sehemu yenye mishipa ya fahamu inayoenda kwenye ubongo mara nyingi sikio, watu huwa wanalipuza sana na kuzani alihusiki, lakini naomba nikwambie ni mbeni, moja ya sehemu inaweza kumfanya mtu achanganyikiwe. Kama ukiweza kucheza vizuri na sikio la mpenzi wako, unaweza kumnongoneza maneno matamu, unaweza ukalilamba sikio vizuri, ya bwana. Lakini zingatia pindi ambapo unamlamba mtu sikio au unamnyonya, unahakikisha kwamba mpenzi wako huyo ni msafi. Ya he bwana, sehemu ya tatu ni ulimi. Ya he bwana, unaambiwa katika ulimi, unaweza kumbusu kusisimua ulimi wa mtu wako. Bahati mbaya kuna watu hawajui kubusu. Ukiwa una mbusu mtu usipanue mdomo mzima kama samaki mfu vile, ya fungua mdomo wako, kisha nyonya lips za juu wakati mtu wako ananyonya za chini. Sehemu ya nne ni shingo. Hii ni sehemu ya mwili yenye ngozi laini sana ambayo inasisimka hata kwa kuipumulia tunapua. Ni moja ya sehemu nzuri sana kunyonya, kulamba na kubusu. Yeah, bwana, hiyo ni shingo. Sehemu ya tano ni chuchu. Yeah, bwana kwenye chuchu, bwana. Chuchu, wanaume wengi wanatumia sehemu hii kama sehemu kuu kumsisimua mwanamke. Ni kweli kabisa, tafiti zinasema kwamba nyege za mwanamke nyingi sana zinapatikana kwenye Chu, chu. Ya, hebwana. Sehemu ya sita ni kiuno au mgongo wa chini. Kama umechunguza, ni kwamba wanawake wengi husisimka sana wakiguswa viungo vyao ghafla, hata wakati wa kukumbatiwa tu. Hii ni sababu ya mishipa ya damu inayoenda hadi kwenye sehemu zake nyeti hupitia uko. Unaambiwa jinsi ya kufanya, unatakiwa umtomase kama unafanya masaji sehemu ya chini kabisa ya kiuno, kabla makalio yake hayajaanza Kutetemeka. Ya, bwana hii itamfanya relax sana, lakini pia kuongeza damu kwenye sehemu zake nyeti tayari kwa tendo la ndoa. Yaani hapo unakupo kume umemwandaa kisaikolojia. Ya, sehemu ya, ya saba ni tumbo. Ya, unaambiwa tomasa tumbo lake kuanzia juu kabisa ya tumbo na kwenda tumbo la chini kisha mbusu taratibu maeneo mbalimbali ya sehemu ya tumbo na unaweza kumaliza kwa kunyonya kitovu. Ya, sehemu ya nani ni katikati ya mapaja. Jinsi ya kufanya, unatakiwa uweze kushikashika sehemu za katikati ya mapaja kuanzia magotini kwenda mpaka karibu na uke wake. Unaweza fanya hivyo wakati ukiwa una mbusu. Ya he, bwana. Sehemu ya tisa ni nyayo za miguu yeah. Unaambiwa katika nyayo za miguu, shika nyayo moja ya mguu, kisha kwa kutumia viganja viwili tomasa tomasa katikati ya mguu kuanzia kwenye kisigino mpaka kwenye vidole. Usitumie nguvu bwana, huu mchezo hautaji hauhitaji asira ya he bwana. Sehemu ya kumi na ya mwisho ni kwenye kinembe, hmm. Hii ni sehemu ya mwanamke ambayo ina kazi yake ni kuleta msisimko tu na raha kwa mwanamke, hivyo eneo hili lina zaidi ya mishipa elfu nane. Ni eneo ambalo lina msisimko sana katika mwili wa mwanamke. Ya, unaweza ukachezea chezea kile kinembe kwa mkono wako, ukawa na kitekenya tekenya taratibu, lakini pia unaweza ukatumia kichwa cha uume wako kuweza kusugua sugua pale. Basi utaona vile ambavyo mpenzi wako ana enjoy. Ya, hey bwana, hii ni Memorata TV. Eh, utakupo mchoyo wa fadhila kama hautanifollow kupitia Instagram yangu, natumia tino la diva, unakuwa unatisha sana.